Wanauza ile kiatu nilikuwa nakwambia. Sasa huku ni wapi inaitwa? Fidel Shuston. Na wanauza pesa gapi? wanauza hiyo kiatu 4500. Si uende kwa duka yao ukanunue. Hata si lazima uende kwa duka zao, unaweza order online and then watakuletea mpaka kwa mlango yako Hai. Kwa nini usijipeleke ukanunue? Watakuletea anje, si unalipia tu kiatu, and then unaongeza 400 shilling ya delivery, alafu unatulia tu kwa nyumba, wanakuletea mpaka hapo. Hapana, usiwatumia pesa yako, keti nisikilize. Afadhali ujipeleke wewe mwenyewe ukanunue Aa, wanaweza kuwa ni wesi. Hey, mam, shida yako ni kukua negative kila saa. Siku hizi hivyo ndivyo watu hufanya mambo, mam, usiwatumie pesa. Haya. Seriously, mam, watu wengi hubai vitu kutoka kwao si mimi, nitakuwa wa kwanza mam. Haya, shida yako. Nimeenda shamba, nitarudi jioni Mam na yeye anapenda ku discourage mtu from kufanya vitu. Ai, wacha mimi nilipie siki hatu ni yangu. Ai, sijui nini na kuanga shida ya mam. Acha mimi nilipie. Yes, wameniambia after one hour watakuwa wamedeliver. Ai, kwani bado hawajanipigia? Na ni tu hours later, ama maybe wamechelewa. Wacha tu niwangoje. Wacha nichungulie kwa balcony nione ama walifika na sikujua. Ai, na nishawatumia location, please watadeliver. Ebu let me text them. I text I go through ama let me call them and see Simu inajikata, line busy. Kwani wameniblock? Mungu wangu, sasa naanzia wapi? na mamtu alikuwa ameniambia i. Sasa ntafanya nini? 5000 yangu yote, nini baya, kwani hakuna niku nikuchoka tu. Mam siwezi mwambia kenye imefanyika, juma tu sintapata na mpasho. Wacha wa... tu na uliletewa kiatu hapa. Sasa itabidi ni mdanganya, hata siku oda mam niliona tu. Wacha tu nitafute tu siku Niende kwa duka zao next week nikachukue tu kiatu. Ulifanya vizuri huku watumia, kwa sababu washa nikwambia siku hizi watu nikoo, ni mei wanaibia watu sana eh, na mimi ni mzazi wako, nimeona megi washa nikwambie. Sawa, heri hata ningesikiza penye aliniambia. Sasa nitafanya nina, 5000 yangu ishaenda. Acha niende bedroom nikalilie huko.